DW inapatikana pia kupitia Facebook. Nam, karibu kwenye mjadala wetu hii leo. Kanisa Katoliki ulimwenguni limempata kiongozi mpya jana Alhamisi. Papa Leo wa 14, aliyechaguliwa baada ya duru nne za kura kwenye mkutano wa Baraza la makardinali ama Conclave. Jina lake la ubatizo ni Robert Francis Prevost, mzaliwa wa Chicago na anakuwa papa wa 267 atakayewaongoza wa Katoliki bilioni 1.4 ulimwenguni. Ni Mmarekani wa kwanza kushika wadhifa huo katika historia ya kanisa hilo, na aliteuliwa na Papa Francis kuwa kardinali mwaka 2023. Amekuwa akiishi na kuhudumu kwa miongo miwili nchini Peru katika Dayosisi ya Chiclayo, ambako pia alipata uraia. Lakini Papa Leo wa 14 ni nani hasa, na ni kipi kitarajiwe kutoka kuungo, kwa kwa kiongozi huyu wa kanisa kubwa? na lenye ushawishi mkubwa kabisa ulimwenguni. Ninaungana na Padri Innocent Miku, mishonari kutoka Shirika la Damu Takatifu ya Yesu aliyoko mjini Vatican, na tuambie haya na mengineyo kuhusu kiongozi huyo mpya. Karibu sana, Padri Innocent, kama unanisikia. Asante sana ndugu mtangazaji, habari za huko, lipi jipya huko, manake sisi tuko mbali, kwa kifupi tafadhali. Ah, kwa kweli ni furaha, shangwe na nderemo mm, kwa kumpata kiongozi mpya wa kuendeleza basi kuliongoza kanisa Katoliki duniani. mm -hmm. Kama unavyofahamu wengi walisubiri kwa hamu kujua mm -hmm. E, ni lini ni nani atakayechaguliwa. Sasa ameshachaguliwa kwa hiyo tayari ni furaha kubwa mm -hmm. Hey. Labda tuanze namna hii. Huyu Papa Leo wa kumi na nne ni nani hasa? Mtu wa kawaida tu angependa kumfahamu. E, kwa msingi huyu Papa Leo wa kumi na nne, kama walivyosema, alikuwa ni kardinali, na kwa hali ya kawaida wakati wa mchakato huu wa kuchagua papa hmm. wengi hawakuwa wanamtarajia. hakuwa katika wale ambao walikuwa wanataja taja kama wengi walitajwa hasa majina makubwa walioshika nafasi kubwa katika eh, sekretariati ya Vatican, na ndio walikuwa wanatarajiwa, na wengine waliweza basi kuweka majina hayo kwenye sehemu mbalimbali, lakini eh, baada ya kuonekana moshi mweupe, wengi walianza kuwa na shauku kusubiri ni nani na kama ulikuwa unaangalia katika uwanja wa Vatikani Mtakatifu Petro, bendera nyingi zilikuwa zinapepea. mm -hmm. Bendera za Italia, za Spanishi, za wapi, Amerika Kusini na nini, lakini kwa hali ya ajabu bendera ya Marekani haikuonekana kwa mara moja. mm -hmm. Kwa kuonyesha kwamba hakuna aliyekuwa anatarajia, na hapo baadaye alipotoka sasa kuja kutangazwa, watu walikaa kimya kidogo kuwaza ni nani na baadaye, alipoingia sasa, huyu eh, kardinali kuja kujitambulisha sasa na kutoa ile baraka, ndipo nderemo na vifijo vikaibuka. Kwa nini? Kwa sababu huyu eh, baba ah, katika uongozi wake, wakati akiwa katika shirika ni misionari kwanza wa shirika la Mtakatifu Agostino. mm-hmm. kwa hiyo kwa muda mrefu amefanya kazi hiyo. Pia alibahatika kuwa mkuu wa shirika la Mtakatifu Agustino duniani, na hapo nilimpa sifa pia ya kuweza kuzunguka na kufahamu sehemu mbalimbali. Kama pia e, tuna bahati amefika mpaka East Africa e, Afrika Mashariki, ameenda Kenya, lakini akiwa kama askofu tu kama mwanashirika la Agustino. Baadaye alikuja pia Tanzania, anasema amefika Songea, kuwatembelea wa Agustino wenzake kwa hiyo mm. ni, ni baba ambaye amezunguka pia na kupeleka eh, ujumbe huu wa neno la Mungu kwa watu wengi. Eh, lakini... eh, labda ni kukatishi kidogo hapo. Kwa hiyo ni hii shughuli ya umishonari ndio ambayo imemfanya aibuke uh, kidedea katika kinyang'anyiro ambacho yeye mwenyewe hakuonekana kabisa, Padre Innocent eh inavyoonekana kilichomuibua zaidi yeye alipo, aliteuliwa kuwa kardinali kwa miaka miwili tu iliyopita mm. mm. yeye alipewa dikasteri au uongozi katika baraza lile la, u, la maaskofu. Kwa hiyo wale wanaoteuliwa maaskofu, yeye ndiye alikuwa anashughulika katika upande huo, kwa hiyo hilo lilimfanya kwamba awe tayari kwamba anawafahamu wengi na katika hali hile ya hali yake ya unyenyekevu na upole ule wa kibaba aliweza kubeba jukumu hilo, kwamba ni mtu ambaye anaweza kuwa daraja daraja kati ya wale wa chini na wa juu, na hili linaonekana wazi hata jina alilolichagua. Ehe, eh, na nilitaka ni, ni kuja hapo sasa, kwa nini amelichagua hilo jina la Leo eh, wa kumi na nne na labda unaweza ukamwangazia kwa kifupi mtangulizi wake nikimaanisha Leo wa kumi na tatu alikuwa ni papa wa namna gani? Alitembea mienendo ipi? Na pengine huyu sasa e, tutarejea ataenenda katika njia hiyo? Okay, asante, mm. E, Leo wa kumi na tatu ambaye ndio papa mtangulizi wake, kwa miaka hiyo yeye aliongoza e, miaka hiyo elfu moja mia nane na yeye huyu papa Leo aliongoza miaka mingi, ni kati ya mapapa waliokaa miaka mingi, miaka ishirini na tano aliongoza. mm. Ni papa aliyekuja wa kwanza kufungua milango ya kanisa kuingilia mambo ya jamii. Tunakumbuka wakati huo anaongoza, kulikuwa ni kipindi cha mapinduzi ya viwanda, kwa hiyo alitoa waraka wake au ensiklika ambayo ni maarufu sana, inaitwa Rerum Novarum, ya mambo mapya mambo mapya ambayo alizungumzia kuhusu misingi ya haki, wajibu wajibu hasa wa wafanyakazi na waajiri waajiri wasiwanya, wasiwanyanyasi wafanyakazi, wawape haki zao, wawape kipato kinachotosha kwa utu wao. Na alisisitiza pia wajibu wa serikali kuleta usawa, haki na kuinua maskini, ambacho kitu hicho kwa kanisa kwa miaka mingi lilikuwa haliongelei mambo ya ya misingi ya jamii na hapo ndipo aliweka msingi wa maadili ya jamii katika kusimamia na kuondoa matabaka. Kwa hiyo huyu Papa Leo hmm, wa kumi na tatu alileta kweli mvuto na, na mtazamo akawa papa mkubwa, na kuanzia hapo kanisa lilianza kujenga mambo hayo na alisisitiza kwamba kanisa liwe na sauti ya mamlaka kukemea maovu. Hmm, na hapo alisisitiza maadili ya kiuchumi na haki za wafanyakazi, kama tunavyofahamu, wakati wa mabadiliko ya viwanda wafanyakazi walinyanyaswa sana mm -hmm. Na katika baraka zake za kwanza, namzungumzia Papa huyu mpya, alimshukuru pia mtangulizi wake, uh, Papa Francis na kuahidi kuiga mfano wake. Sasa eh, wakati unazungumzia haya ambayo yalifanywa na Papa Leo wa kumi na tatu, kwamba pengine huyu mpya atafuata njia yake, lakini kuna eh, hili ambalo ameligusia Papa Francis, pengine tutarajie anaweza kuipita kwa namna au kwa kiasi gani njia ya Papa Francis kwa kuzingatia yale ambayo aliyaanzisha hasa mageuzi ndani ya kanisa? E, kwa namna pekee alipofika, alisalimia kwa salamu pacha tutivoi, e, amani iwe kwenu nyote na alirudia hiyo amani . Sasa ni mtu ambaye anaonyesha, ni mtu ambaye atapigania amani na amani hiyo ni kwa watu wote, na nembo yake ya kiaskofu ina neno la in illo uno unum, maanake katika yeye mmoja sisi ni wamoja. Kwa hiyo anasisitiza pia katika ule ule umoja ambao anautaka. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo pia papa Francis aliyasisitiza kwamba katika umoja, lakini kuleta amani, kuweza kuwanyanyua watu wa chini na hata katika ile kukutana na wenzake makadinali katika misa ile ya pamoja anaongea kuhusu kuleta kanisa la pamoja ili kuweza kuunganisha na kuwainua wote. mm -hmm. Kwa hiyo huyu ni papa ambaye kwa mtazamo wa wengi, ambaye pia walikuwa wengi wanaomba, walikuwa wanaomba tupate papa ambaye ana moyo wa Francis, lakini pia ana mafundisho ya Benedikto, maanake mm -hmm. ile misingi yeah. ya kanisa asiipoteze. Asante eh, Saumu una lolote labda kutoka kwa wasikilizaji. Yani muda unakimbia kweli kweli, labda kama kuna moja au mawili, ili kama ni swali basi aweze kutujibu padre. Kuna moja hapa, anaitwa Kamix Dax, anasema uh, anatupata vizuri hmm, na uchaguliwa kwa papa mpya, wanamuombea wanamwombea awe na kazi nzuri, lakini wanauliza wamemsikia akizungumzia eh, kuhusu kwamba ametembelea mataifa mengi hmm, kabla ya ya kuwa papa sasa hmm, hivi eh, na yakiwemo mataifa ya Afrika, wanauliza je, atafanya ziara nyingi kama mtangulizi wake na vilevile, hizi vile ziara, sasa baada ya kupata mamlaka haya makubwa, watarajie kumwona katika mataifa ya Afrika? mm -hmm, kwa kuzingatia shughuli yake ya umishonari mm -hmm. Lakini pia ameingia katikati ya changamoto nyingi sana, Padre Innocent, sijui hataweza kuchukua hatua gani? Labda utujibu haya mawili, tukiwa na dakika kama moja na nusu iliyosalia, tafadhali. Karibu. Eh, kwa hali yake ninavyoona, atatembelea mataifa mengi, kwanza na utajiri wa lugha yeye anafahamu tayari Kiingereza, Kispanishi, ki anafahamu Kiitaliano ki, ki mm, na lugha nyingine. Kwa hiyo hiyo inafungua nafasi ya yeye kutembelea sehemu nyingi nyingi. Okay. na ha hali yake hii ya kuweka kuleta umoja katika kanisa ni njia pekee pia ya kuwatembelea wale ambao wako katika maangaiko au walioko chini ili kuweza kulijenga kanisa la pamoja mm -hmm. Na, na, na hili la katikati ya changamoto hizi, kwa mfano, ikashfa za unyanyasaji wa kingono zinazofanywa na makasisi, ushiriki wa wanawake kwenye kanisa, tofauti ambazo zinaonekana kijiografia na kijamii kwenye ka, kwenye jamii za kikatoliki, unadhani haya mambo ataendelea kuyapambania vipi, e, kama ilivyokuwa kwa mtangulizi wake, kwa sekunde kama thelathini tafadhali. Ndiyo, huyu pia ni mwanasheria wa sheria za kanisa kwa hiyo ana PhD ya sheria za kanisa. Mm-hmm. Kwa namna ya pekee naamini ni mtu ambaye atakuwa makini katika kuhakikisha ni ipi misingi ya haki na amani ambayo itaweza kusimamiwa ili kuleta e, usawa ule ambao unapiganiwa. Na kipindi hiki kulikuwa na sinodi ambayo inaendelea ambayo sinodi hii inaleta mageuzo kuanzia katika hali hizo za wanawake na mambo mengine. Na naamini anapoingia sio rahisi kwa mara moja kuweza kupindua vile ambavyo ni vizuri vilivyofanyika, naye atafuata mfano huo. Padre Innocent mi kuna kushukuru sana kutoka huko Vatican, na nawatakia kila la heri saumu sana. Asante sana kwa kutusomea maoni na kushukuru pia mtazamaji na msikilizaji, lakini endelea kuwa nasi.